Karibu, mtazamaji, miongoni mwa mambo ambayo yana kizungumkuti kikubwa kuhusu historia yake ni mapinduzi ya Zanzibar. Vitabu vingi vimeandikwa, wasemaji wengi wamesema, lakini si yote yanayojulikana kwa umma. Katika kipindi cha leo, tunakuletea uchambuzi wa mwana historia Mohamed Said akieleza namna ambavyo mapinduzi ya Zanzibar yalifanyika na yale ambayo hayajulikani kwa umma, hasa baadhi ya watu ambao walikuwa na mchango mkubwa katika mapinduzi hayo kutoka upande wa Tanganyika ama Tanzania bara. Watu hawa walikuwa chini ya utawala ama mamlaka ya Mwalimu Nyerere na kambi za siri ziliuntwa mkoani Tanga. Wa Makonde waliwekwa kwenye kambi hizo na kuvushwa kwa siri kuja Zanzibar na hatimaye kuja kushiriki kwenye mapinduzi, swala ambalo huwezi kuliona katika vitabu vinginevyo. Haya, msikilize mchambuzi anachosema. Sasa nikajuana na huyu mzee ambaye nilimwona amevaa t-shirt Alipumba nilipokuja mwaka 95 Siku moja nikamwambia, bwana, mimi nina picha nataka nikuonyeshe wewe. Siku hiyo nikamchukua mpaka nyumbani kwangu nikamwonyesha ile picha ha. akaniambia wewe, Muhammad ulikuwepo? Nikamwambia ndiyo, mimi nilikuwa mkono kulia kwa Alipumba. Ukaanza urafiki wetu hapa, na ndiyo akanambia, Muhammad, nataka nikuambia kitu kimoja. Akasema mimi nimehusika sana katika mapinduzi ya Zanzibar. Tuliweka kambi sisi hapa Kipumbwi, kulikuwa kuna shamba la mkonge pale la Sakura. Tulichukua baadhi ya wafanyakazi kutoka ile shamba la Sakura, tukawaleta pale Kipumbwi kwenye kambi, tukawa tunawafundisha matumizi ya silaha mi namtizama, sema huyu mzee anasema nasema, nasema na na hawa wa Makonde ndio mimi niliwavusha kuwapeleka Zanzibar, kupindua serikali ya Jamshid. Ah, mimi namtizama mzee Mkwaa, anasema huyu anasema kweli, lakini kitu kimoja kilinifanya mi ni mwamini. Aniambia, mimi nilipata matatizo Zanzibar, mimi niko najulikana kama mfuasi wa, wa ASP na paliotokea matatizo, nikakamatwa, nikapigwa sana kiasi ambacho yule daktari alikuja kunitibia, alikuwa kijana wa Kiarabu, aliniambia, Bwana Mkwawa, mimi nakushauri hapa Zanzibar tena acha siasa hizi, rudi kwenu bara, watakuja kukua wa jamaa wakati huo ulo ushindani wa hizbu Zanzibar na hispati na sp uko juu juu sana. Ananihadithia mzee Mkwawa, anasema mimi nikaondoka kwa kutoroka Zanzibar, nikaja kwetu Tanga. Imefika Tanga tu mimi nimefikia mikononi mwa watu wa usalama wa taifa, wananiuliza naijua wa Zanzibar najuamka miaka mingi niko pale na yeye. Alikuwa Pemba akifanya kazi za ujenzi, alipata kandarasi ya kujenga shule za msingi najua. Akasema si tuna kazi utaka kufanya, wakamweleza kazi ambayo walikuwa wamekusudia. Hmm, mzee mkoa anaritia nasema ile kazi ni kamba, mimi niko tayari kuifanya hii kazi, lakini mpaka baba yangu aniruhusu. Wakienda mpaka kwa baba yake, akisema mradi kazi unawafanyia Waafrika Watanganyika, mimi niko radhi. huwa na hawa mabwana ndo ananitajia. Sasa kwa kauli yake anasema, mimi nikaingizwa kwenye usalama wa taifa na Ali Mwenye Tambwe pale pale chengele kagonga. ah! Ali Mwenye Tambwe, Ali Mwenye Tambwe si ndio alikuwa mkono wa kulia wa Mwalimu Nyerere wakachuanuda chama cha tano. Sasa Ali Mwenye Tambwe yuko huku tena Kipumbwi, anahusika na siasa za Zanzibar kitwende sasa ananiambia Mzee Mkwawa anasema mimi nilikuwa usiku nawaingiza wale wa makonde kwenye jahazi, na tunavaa sisi mavazi kama vile ni wavuvi, tunavaa kofia zile za makuti ikipitia patroli yoyote sisi anatona kama hawa ni wadigo wa wavuvi hawa, lakini kama wangefanya wangekuja kufanya inspection ya majazi yale wangekuta ndani sisi tuna watu tuwawapeleka Zanzibar. Hawa ndio waliokuja kupindua serikali ya Zanzibar. Sasa mimi nimekwenda Maskati 1999 nikakutana na nika na Dr. Harith Ghassany. Katika mazungumzo akaniambia, Mohamed, mimi nataka kuandika kitabu cha historia ya mapinduzi ya Zanzibar. Nikamwambia, kama wewe unataka kuandika kitabu hicho, mimi nitakushauri uje Tanga uje nikufahamishe na mzee mmoja anaitwa Muhamedi Omari Mkwawa. Yeye kwa kauli yake anasema kuwa alishiriki katika kuwavusha wa Makonde kutoka Kipumbwi waleta Zanzibar, na hawa ndio walipindua serikali. Harithi ananiambia, una maana Muhamedi katika ardhi ya Tanganyika Mwalimu Nyerere aliweka kambi ya kupundua serikali Zanzibar? Kaambia utafiti ndo unaonyesha namna hiyo. Nika bwana, uje uzungumzi na huyu mzee. Na mwaka 2003 Harith alikuja mpaka Tanga, nikampokea na nikamfikisha mimi nyumbani kwa mzee Mkwawa. Nikamwambia huyu bwana ndio mzee Muhamed Umari Mkwawa, nilikwambia kuwa yeye amehusika sana katika mapinduzi ya Zanzibar. Naikumbuka siku hii kama jana vile, nimefika nyumbani kwa mzee Mkwawa, nimewaacha pale kama saa nne nimerudi saa saba nimekuta bado unazungumza Harith anasema bwana, endelea na shughuli zako, nifuate tena jioni, lakini nimemwona Harith amechoka. Tumekaa kwenye gari yangu, namuuliza Harith, vipi, mbona? Meakasema Mohamed, mambo alionambia mzee Mkwawa kuhusu mapinduzi ya Zanzibar na mengine baada ya mapinduzi sijapata kuyasikia, sijapata kuyaona wala kuyasamari popote. Ananiambia mimi nimesoma faili zote katika maktaba ya Marekani. Harith yeye alisoma American University, Cairo, alafu alikwenda Michigan kasoma shona profesa Mazrui pale, alafu akaenda Harvard, na katika utafiti huu amekwenda mpaka Rolls House Oxford na amepitia kila nyaraka ambayo iko wazi, mnaweza kusoma. Anasema sikuona popote kuwa Tanganyika kulikuwa na kambi iliyowekwa na mwalimu Nyerere iliyokuwa na askari mamluki waliovushwa Zanzibar wakaupindu wa serikali. Hili jambo ni jipya kabisa, na kwa mara ya kwanza kwenye kitabu hiki kilipotoka mwaka elfu mbili na kumi Watu wanasoma wanasoma historia ya Wamakonde wa Kipumbwi, walipindua serikali ya Muhamed Shamte. Lakini Harithi alipofika Zanzibar kuwauliza kila lil Makonde walohusika sana katika historia, katika mapinduzi yale, aki wao ndio walizuia yale mauaji. Na ke, kufika asubuhi ilikuwa serikali ishaanguka, lakini wale wa makondo walikuwa wanakuendelea kuua watu. Ni hawa makombodo akina Badawi kulate, kina Hashil Sefu, Hamisa Abdalameri, hawa ndio waliosimama sasa makombodo kuzuia ule mwagaji wa damu kuwa hauna sababu tena. Lakini ukiwauliza bado wa makonde wanasema kuwa hawajui kama walikuwa na makonde Zanzibar. Mimi mwenyewe nimeuliza makomredi wengine walikuwa ndani ya baraza la mapinduzi, na kila nimeuliza bari ya wamakondi wamekataa. Lakini na hili nishalisema mara nyingi, kuna hotuba maarufu sasa katika mtandao, mwalimu Nyerere anampigia simu Karume, anamlaumu Karume, kwa nini unawafukuza watu, unanifukuzia watu uko visiwani. Karume namjibu hawa makonde hakika, wametusaidia sisi katika mapinduzi, na kuwaonyesha shukurani zetu, wengine tumewapa magari, wengine tumewapa fedha. Sasa wote wanaitana kuja hapa, anamwambia mwalimu, hichi kisiwa kidogo kitazama hiki. Mwalimu anacheka. Sasa ni kuwa Karume yeye akathibitisha kuwa makonde walikuwepo na washiriki katika mapinduzi. Sasa hizi Ndiyo, ndiyo historia ambayo si wengi wanajua, na hawa popote ndio wao no, nakutajia popote, huwaoni katika historia ya Zanzibar, lakini na katika nadhani miaka hamsini ya mapinduzi, alimyitambwe wakati wakisha fariki, lakini wakampa ni medali nishani kama mtu alishiriki katika mapinduzi. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Victor Mkelo. Baada ya baada ya kufika Kipumbwi alitupeleka Mzee Mkwaa alitupeleka mpaka Kipumbwi, tukaenda mpaka Sakura, tukaona zile, zile nyumba zilikuwa na kama makonde, piga picha, zipo zote katika kitabu. Tukatoka pale tukaenda Kipumbwi kwenyewe tukaiona Kipumbwi, akatuonyesha mpaka ule uwanja ambao walikuwa ndio wanafanyia mazoezi na akasema kuwa ilitoka ilani kuwa pale wasipite watu, kuna shughuli maalumu. Akatuonyesha mpaka kibanda ambacho ilikuwa ni hoteli. Jua likizama wanakula pale, wakishamaliza kula ndo wanaingia kwenye majazi, wanavushwa. Akatuonyesha mpaka chini baharini kule ambako walipokuwa wanaweka ile bale majahazi na kuna picha iko kwenye kitabu. Mimi nimeshika uh, eh, video kamera na ndio nilikuwa ninafanya narration kuwa hapa tuko chini, hapa mzee mkoa anasema ndipo kwa naweka uh, majahazi na kupandia maji ya kijaa, jahazi natoka, iko picha utaona Akasema mzee Mkwawa, lakini hii historia haiwezi kukamilika bila ya mimi kukupelekea ni kwa Victor Mkelo. Victor Mkelo ndio alikuwa mkubwa wa hao wa Makonde. Tukaanza kuuliza mjini pale, na kitu kimoja, siku ile ambapo tulipokuwa pale Kipumbwi tumekaa pwani, maji yametoka, tuka pwani tunatizama Kipumbwi ile tunapiga picha mimi nikamtania Harith nikamfanya maskara siku ile. Harith alikuwa amefurahi sana anasema, Mohamed, hii hakuna popote ilipoandikwa, ilipoandikwa, kulikuwa na kambi hapa ya kuipindua serikali ya Zanzibar. Kazi utafiti, kazi ya kazi yangu, kazi gani. Sasa, mimi kazi yangu dereva kumwendesha kumwendesha daktari hokenywa tafiti, asema, hapana, we sio dereva wangu bwana, chagua kazi, wewe, kazi gani unataka wewe, kazi gani? Basi mimi nikafanya maskara, nikaambia mimi research assistant, msaidizi wa Dr. Harith Ghassany katika utafiti huu. Tunacheka, na siku hiyo tulikuwa tumemchukua mpaka mama yetu mkewe mzee mkwaatuuna naye. Tumerudi mjini Tanga, tunamuuliza Victor Mkelo hakuna alikuwa anajua Vikta Mkelo uko wapi. Kuna mtu mmoja akasema mfateni kwao bwana Mweza. Tumekwenda mpaka Mweza, akasema huo mkelo umemwacha Tanga, huyu bwana yuko nguvu mali pale nyumbani kwake, mfateni. Sisi tukenda na Mzee Mkwawa. Nakumbuka niko nje naitizama ile nyumba ya Vikta Mkelo. Kwanza ukitizama ile nyumba yenyewe ilivyojengwa kwanza, ina kolum zile za kiroma zile jumba unaliona hasa kuwa huyu mtu aliyejenga nyumba hii kwa wakati wake alikuwa binadamu, alikuwa mtu mwenye uwezo. Tumemigia ndani, tumemkuta mkewe, akatukaribisha metoka wapi? Kwambia sisi tumetoka hapo Dar es Salaam, kuna mgeni amekuja kutoka Arabuni, angependa kuzungumza na mzee. Akatukaribisha ndani, tumekaa pale varanda yake na chumbani wakati huo namtelkumiwaskini ya Mungu Victor Mkelo anaumwa sana, unaweza kusema yupo kwenye tandiko lake la umauti. Tumeingia pale sasa, mimi namtizama mzee Victor Mkelo amelala kama vile kwenye kitanda. Victor Mkelo anamtizama Harith alafu anamtizama Mkwawa. Hapakuwa na bashasha baina yao zile salamu zilikuwa kama watu ambao hawajuani. Mimi yote ile na rekodi kwenye kichwa changu. Wakasalimiana vizuri pale, mkoa anazungumza naambia, bwana Victor, kuja hapa, sisi hawa vijana kwenye utafiti anaandika stofili utafiti ya nani mapinduzi ya Zanzibar, na nimewambia kuwa sisi tuna mchango wetu, ndio nimwalita kwao uzungumze nao lakini nimemwona mzee Victor Mkelo kama hana raha, mpaka wakati ule ndio kuna kesi zinafunguliwa heg, watu ambao wamefanya maovu kwa nyuma wanakamata, unakwenda kushtakiwa kwa kifanya. Kisa kirefu, kifupi tumezungumza naye kijuujuu na Harithi amekwenda mara amekuja Tanga mara tatu, tunakwenda kumwona mzee Victor na alikuwa mgonjwa. Tunazungumza anatuaga kuwa mnakwenda hospitali. Mara ya mwisho akatuaga kuwa anakwenda hospitali, na tuliporudi safari ya pili yake tukamkuta pale lakini hali yake ilikuwa inazidi kudhofika. Siku moja ka, akasema anamwambia Harith, mimi kesho nitakuambieni mchango wangu katika mapinduzi ya Zanzibar, lakini nitaomba mimi mke wangu awepo, wa asikilize kwa sababu mambo yote haya mi nimefanya yeye kayaona, na huenda pale ambapo mimi nimesahau atanikumbusha. Baada ya kusema haya, nakumbuka maneno yake, alimgeukia Harithi akamwambia Harithi, anataka nikwambie kitu kimoja, ukijue mimi Mwarabu. Mpaka leo mimi sijaweza kujua uharabu wake uko vipi, akasema mimi Mwarabu sema, mimi Mwarabu na Harith naye namuuliza umemwolewa vipi vitaartam vipi? Vipi? Sijui sasa, sijui vipi na kafa hakuna. Najua labda mkewe akasema, akamwambia Harith, nyinyi sisi tumekupeni serikali kwenye sahani, tumemwondoa sisi sultani pale tumekupeni sahani tumekupeni uhuru kwenye sahani, nyinyi mmekwenda kuvuruga mambo. Siku zote mzee Vikti tunakwenda pale, alikuwa zungu tena hapo kakaa, kwenye ziko picha tunampiga kakaa sasa kwenye kitanda chake. Ile wakati huo ndio nadhani alikuwa baadaye, ndo alikwenda kukatwa mguu nadhani wakati ule alikuwa naumwa sukari. Anasema nyinyi kipi kilikufanyeni kwenda kumuua Kasim Hanga? Anasema mzee Victor. Maneno haya unaona, ile, ile simanzo ilikuwa nayo. Kwa nini hanga alikwenda kuuliwa? kosa gani alifanya hanga? Ah. Mimi nainama kutoka pale namwambia Harith sasa mzee anazungumza. Kesho nakuja, kesho na harf kile ulichokuwa nakitafuta, kesho utakipata, kwa sababu tukikaa sisi wenyewe, tukifanya preview ya zile research zetu, watu wazungumza nao, anaambia Muhammad, mimi nyaraka za Uingereza zote nimesoma, na wanamweleza Victor Mkelo kama nilivyomwona mimi kuwa, anasema slippery as a fish wani mtu huwezi kumkamata na namwona mkwaa make. Miaka mitatu Harith anakuja, lakini kitu kimoja ambacho mi nilikiona ni kuwa katika huu muda huu tuliweza kujenga mapenzi baina yetu. Mzee Mkwawa, mzee nani, Victor Mkello alikuja kujua kuwa hawa hawajanifuata hawaja mimi kunikamata, hawa hakika ni watafiti na wanachokitaka ni historia, nini kilitokea. Na alituambia mengi, ugomvi wake na mwalimu Nyerere mpaka nawekwa kizuizini wapi, huko Sumbawanga, mpaka namtoa kizuizini, mambo mengi kaeleza. Sasa mimi kaambia kesho Harithi, mimi si nitopenda niwepo kwenye mazungumzo yako wewe na mzee Victor Mkelo. Nataka mbaki yenyewe wenyewe ikuwa one on one, kwa sababu mimi ni mtu wa Tanga hapa, pengine kuna majina watu ataona tabu kuyataja kwa kuwa mimi niko pale. Mimi nikapaki gari yangu nje ya msikiti jirani wa nyumba ya kwa mzee Mkelo, basi wamezungumza, wamezungumza, wamezungumza, nimekaa nimezungumza mara namwona Harithi anatokea, ule mwendo uliokuwa nakuja nao ule ni mwendo kama mtu alifunga goli, sasa nakuja katikati kuanza mpira. Nikajua leo, nikamwambia vipi? Akasema, Mohamed, Victor Mkelo leo kaniambia kila kitu, kila kitu kaniambia, haku hakuweka pazia, kanieleza kila kitu. lakini soma popote katika historia ya mapinduzi ya Zanzibar, hutamwona Muhamedi Omari Mkwawa, hutamwona Mkelo alimnyitambu utamuona, hutamwona, ingawa baadaye alikuja kumpa e, medali ya kumtunuku kama mtu alieshiriki wale katika mapinduzi. Wengi hutawasoma, hutamwona, muona Kassim Hanga sada sada wae kufika mpaka kule kwenye kambi ile ya Kipumbwi, wala utosikia popote wametaja ya kambi ya Kipumbwi, wala utosikia kuwa kuna msaada mkubwa kutoka Tanganyika na uh, huku victo nali Oscar Kambona na Kasim Hanga wao ndio walikuwa viongozi hasa wa mapinduzi yale, na hawa wawili wana historia peke yao kwa yale ambayo yatakuja baadaye. Lakini kitu kimoja, na naambia watu wote siku zote, ni kuwa wazee wetu walihusika sana katika mapinduzi sana, walikuwa wanataka sana kuona SP inashinda chaguzi zote zilizofanya Sitini na moja, sitini na tatu walikuwa napenda kuona kuwa ile serikali inachukuliwa na kina Karume. Wazee wetu wote walikuwa ndio wa tano ndio wote wa ASP. Na watu wengi watashangaa kuwa alikuwa anabeba mfuko wa fedha kupeleka Karume wakati ule alikuwa Abba Sykes. Yeye ndio alikuwa mtu ambaye anawasiliana na viongozi wa ASP Zanzibar lakini kwa bwana basi, tunazungumza mambo yote, ukialeta mambo ya mapinduzi ya Zanzibar anakuwa bubu, anakupoleuso kama akusikii uko naye eh. Tuko na majlisi yetu na tunazungumza mengi, lakini ya Zanzibar anakuwa kimya, ila wakati wa utafiti alituambia kuwa tukazungumze na mtu fulani, atatueleza sisi nini kilifanyika, kutoka huku na msada uliokwenda Zanzibar. Na wanasema siku ya mapinduzi, Karume alikuwa kawaida, akija Dar es Salaam alikuwa nakaa nyumbani kwa regional commissioner wa Eastern Region, Abbas Sykes, mtaa wa Shaaban Robert, alikuwa akifikia kwake. Na wanasema siku ya mapinduzi unasema Abasax Karume alikuwa nyumbani kwa Abasax, lakini tabu kuthibitisha hasa, kwa sababu kuna watu wengi wanauliza wa, wa, wa, wa tupeni ushahidi. Na bwana Basi yeye alikuwa kimya, lakini siku hiyo akasema nendeni kwa fulani, yeye atakuelezeni. Na Harith alikwenda kwa huyo fulani. Huyo fulani simtaji kwa sababu yuhai sasa huyu fulani hapa hapa, katika siku za mwisho za Basaks, nilikuwa nyumbani kwake na bwana basi, tuko kwenye majlis tunazungumza, huyu mtu fulani akaja pale, akaja wakawa nazungumza, walikuwa marafiki wakubwa Basaks na mtu fulani, kwa marafiki wakubwa. Halafu mtu fulani akamwaga, akamwambia kuwa mimi nakwenda zangu Zanzibar, kuna Zanzibar kuonana na Karume, Karume mtoto eh, amani wakati wa rais basi akatua akaondoka, bwana basi akanigeukia mimi akisema, haya mambo hayawezi kuisha, haya mambo hayawezi kuisha. Sikujua kama huyu bwana mpaka leo bado ana sauti kubwa na rais wa Zanzibar alikuwa na sauti kubwa sana kwa Karume baba, na naona na ule uhusiano umekuja mpaka kwa wazee wake, asema mambo hayawezi kusha leo haya, haya mambo hayawezi kusha leo. Sasa mimi kwa kumjua ile hisia zake kwa historia ya mapinduzi ya Zanzibar, mimi nikawa ni mnyamaza kimya, lakini kidogo alisema kwa masikitiko, kwa sababu huyu mtu wetu fulani huyu ndio alikuwa mtu wa wale Wayahudi misha na mwenzake. Unajua, katika mapinduzi ya Zanzibar Wayahudi wana mkono mkubwa mnadani na yeye alikuwa nao jirani sana. Ndio pale nikaelewa kwa nini yeye alisema kuwa haya mambo hayawezi kuisha na ikapotokea siku alipofariki huyu Victor Kim, huyu Kimche, vile Kimche, alikuwa jasusi mkubwa wa, wa, wa Mossad. Alifika hapa Dar es Salaam, alikuwa anakuja na Zanzibar, ingawa, ingawa Zanzibar kwa hakika ni mara moja hapa, sijui mara ngapi, lakini wanasema alikuwa kija hapa, ilikuwa kama vile wanakwenda kuvua yeye na mtu fulani na mimi siku hiyo nimekutana naye tena, nimekutana naye bwana ofisini kwa bwana alisaizi, nikamwamkia. Baba shikamo, nika, ikanitoka nikamwambia baba, nika, nika, nika una taarifa kuwa David Kimche amefariki. Akashtuka, kashtuka, haa, nimemwona kabisa kama ameshtuka, kashtuka. Nadhani alikuwa anajiuliza, huyu kajuaje usani wangu mimi na Kimche? Hakuna mtu anajua habari hizi, ni siri kubwa hii. Akakumbuka kuwa Harith Ghassany ilikwenda kumhoji kuhusu mapinduzi ya Zanzibar, na alimuuliza kuhusu Kimche na kina Misha kwa Zanzibar na mchango wao katika mapinduzi ya Zanzibar. Akasema la. Nikaambia ndio, na dunia nzima magazeti yote yamemwandikia tazia Kimche. Basi tukaagana. Huyu Kimche alikuwa na sifa moja huyu, walikuwa wanamwita master of disguises ni mtu ambaye anaweza kujibadili kimche anaweza kupita hapa yuko hivyo akapita tena usimtambua kama yeye na yeye alikuwa akizungumza kiingereza anazungumza ile upper class unajua ya uingereza hiki kiingereza chao hiki unaweza kumjua mtu akizungumza unaweza kumjua kama huyo upper class kama ukimpata kumsikia prince charles anavyozungumza ile ndio upper class english na yeye kimche alikuwa akizungumza namna ile